Ni safari ya kumwinua Mungu iliyochukua takribani saa moja na nusu hadi kufika kituo cha kulelea watoto cha Muheza Hospice Care kilichopo katika hospitali ya Teule, na hivi ndivyo wamama wa umaki walivyopokelewa. Na hapa mkurugenzi wa kituo cha kulelea watoto cha Hospice Care Edgar Selandela akatoa taarifa fupi ya kituo hicho. Kwa majina, anaitwa Edgar Selandela ndiyo mkurugenzi wa Muheza Hospice Care. Muheza Hospice Care ni taasisi ya kanisa la Anglican Diocese ya Tanga iliyoanzishwa mwaka 2002 kwa lengo la kuwapa faraja wagonjwa wenye magonjwa ya kusendeka magonjwa ya kusendeka namaanisha ni magonjwa ambayo hayana tiba. Uh, kuanzishwa kwake kipindiko cha mwaka elfu mbili, elfu mbili na moja, elfu mbili na mbili nadhani, na na wengi tulikuwepo, kulikuwa kuna janga kubwa sana la watu kuumwa na kufariki kwa Ukimwi. Na wakati huo hii hospitali ilikuwa chini ya mfawizi Dr. Colin na mke wake Caroline wote walikuwa Waingereza na wote ni madaktari. Unavosinguliwa uh, si ambayo tumekuja baadaye, tunaambiwa kwa wiki walikuwa wanakufa wafanyakazi moja kama sio wawili ama sio watatu, wafanyakazi wa hospitali ya Teule kwa mwezi hadi sita wafanyakazi. Kwa hiyo wale wazungu wakaona kama ni ni janga kubwa, wakaanzisha utaratibu wa kununua dawa Nairobi, kuwasaidia wafanyakazi na baadhi ya watu wa Muheza ambao walikuwa wanauziwa dawa, ndio mwanzo wa wiki kituo na kipindi kwa kipindi hicho, kwa kuna kuna watoto wengi sana wanaozaliwa na mama wajawazito wenye maambukizi na watoto walikuwa na maambukizi, ndio maana ikaanzishwa hii hospice. Lengo lilikuwa ni kusaidia wafanyakazi, ndio lengo lilikuwa la kwanza, lakini na watu wameweza pia wengine walinufaika, lakini baada ya elfu mbili na nane serikali kuanzisha utaratibu wa kutibu watu wenye magonjwa wanaishi na virusi vya ukimwi Yanga likawa limefanya nini, limeisha au limepungua. Mpaka sasa hakuna watu ambao wanakufa au wanapata ukimwi kama hizo siku za nyuma. Hayo sisi tumeendelea kukua Muheza Hospice Care, na maanisha tumeendelea kutoa huduma kwa wale watoto walizaliwa miaka ile, ambao tunao wengi zaidi ya 300. Sasa hivi wengi ni vijana, watoto ambao chini ya miaka 18 wapo kama 180 na 140 hivi, ni vijana ambao wakubwa wana miaka 20 na ngapi. Kumbuka walizaliwa mwaka 1000 na na na elfu moja na mia tisa na tisini kwa hiyo ni vijana wakubwa, wengine wameshazaa wanafamilia sana kliniki na mafunzo mbalimbali juu jinsi ya kuishi na ufuasi mzuri. Wanao watoto hao wa, hatuishi nao sisi, mtu anipigia simu wanakaa hapa, hatuishi si nao sisi, wanaishi ni nyumbani kwao na wazazi wao, wengine wanaishi na bibi, wengine wanaishi wenyewe kama walifiwa na wazazi, lakini wanaishi wenyewe. Sisi kazi yetu ni kuwafuatilia, kuhakikisha kwamba wanapata dawa na ikiwezekana kuhakikisha wanasoma na kuwapa naita usha, ushauri na saa, ili wasije wakajiona kwamba sio binadamu tena. Kumbuka walizaliwa sasa hivi, wana miaka 18 19 20, wengine wamaliza form 4, wengine wapo vyuo na maisha yanaendelea wengine wamezaa na watoto, maisha yanaendelea. Lakini ukitoa kwenye kundi la watoto, pia sisi kama hospice tuna utaratibu wa kuona wagonjwa wenye magonjwa ya kusendeka; ni mengi kama kansa, magonjwa ya ini, magonjwa ya figo, waliopata stroke, ambao wapo kwa nyumbani, hali zao kiuchumi hawawezi kumudu kuja hospitalini kwenye matibabu, kwao sisi kama sehemu ya kanisa huwa tunawafuata na timu ya wauguzi na madaktari ambao tunaenda kuwapa huduma huko nyumbani bure. Wafadhili wa kanisa bado wanaendelea kusaidia kuhakikisha kwamba tunawapa hizo huduma. Kwa hiyo gari inawako mafuta hapa, tunawapakia wafanyakazi kazi, tunaenda vijiji vyote. Sasa hivi tunaenda hadi Korogwe hadi Tanga mjini tunafika, hizo huduma hazipo Tanga kwa hiyo hata wewe kama una mgonjwa na ndugu au una mtu unamfahamu ana kansa ameshafika kwenye stage namba tatu, namba nne, hawezi kutibiwa tena, anaumia nyumbani, wasiliana na sisi, tutakuja kumunu. Wakikabidhi zawadi zao kama sehemu ya matendo ya huruma kwa wenye uhitaji, wamama wa umaki Dinari ya Tanga Mashariki wameelezea mafanikio ya ziara yao. Ninaitwa Agnes Yohana Mgoba ni mwenyekiti wa Umaki Dinari ya Tanga Mashariki. Tumekuja hapa Muheza hospitali ya Teule kuja kuwatembelea watoto wanaolelewa na kituo hiki cha kulelea watoto wenye mazingira magumu cha hospitali au cha kanisa Anglikana kwa ajili ya kuja kufanya matendo ya huruma. Kwa mama wa Dinari ya Tanga Mashariki, tumejikusanya kwa pamoja tumetoa sadaka zetu zile ambazo tumekusanya vyakula, vinywaji, sabuni na vitu tofauti kwa ajili ya kuja kuwaona watoto na kufanya matendo ya huruma katika kituo hiki. hali hmm, tumeikuta sio mbaya sana, kwa maelezo ya mkurugenzi, lakini tumefika mahali tukaona kama hatukufanya kitu, kwa sababu mahitaji tuliokuja nayo na mahitaji tulioyakuta mengine ni makubwa zaidi, kwa sababu mkurugenzi amesema kwamba watoto wengi wanadaiwa ada ya vyuo vya shule na sisi tumebeba vyakula. Kwa hiyo tukaona kwamba kumbe kuna vitu bado uhitaji mkubwa unahitajika kwa ajili ya kuwasaidia hawa watoto. Sawa, tumeleta vyakula, lakini kumbe kuna watoto wanasoma, wanahitaji madaktari. Kwa hiyo tunaomba tu kama kuna mtu au kikundi au taasisi ambayo inahitaji ina, kuja ku Kufanya matendo ya huruma katika kipindi hiki cha Kwaresima, lakini pia hata katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani. Na mimi wanaokuja kufanya matendo ya huruma si wa Kristo tu, wako na kuja na dini tofauti, waangalie sana, walenge sana kwenye masuala ya ada ya wanafunzi ambazo ndio kipaumbele kwa sasa hivi, kituo kinadaiwa kwa jamii. Tujitokeze, tujitokeze kwa sababu unavyoishi wewe unavyosema wewe unaishi katika mazingira magumu, lakini kuna watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu sana. Naomba jamii ijitolee, ijitokeze, jitokeze kwa moyo, kwa ajili kwa ya kuwasaidia watoto wano, watoto kama hawa ni watoto wetu, ni vijana wetu, nao wanahitaji kuishi, wanahitaji kusoma, wanahitaji kutibiwa na kama hali kama hiyo. Kwa hiyo tujitokeze kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye uhitaji. Naitwa Rose Mbelwa Shangazi, ni katibu wa UMAKI, umoja wa kina mama maki Dinari ya Tanga Mashariki. Tumekuja leo hapa Teule, kwenye kituo cha watoto wenye uhitaji. Hapa kuna watoto ambao wana uhitaji ambao wana magonjwa mbalimbali ambayo yanaitwa magonjwa ya kusendeka. Kwa hiyo sisi hapa tumekuja kwa ajili ya kutoa zawadi kidogo, yani tumekuja kufanya matendo ya huruma, kwa sababu tunajua kwamba hiki ni kipindi cha Kwaresma waumini wa dini zote wako kwenye mfungo. Kwa hiyo tunaamrishwa kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu kwamba tu wakumbuke na wenzetu ambao wanauhitaji. Kina mama wa Dinari ya Tanga Mashariki tuliona leo tuje hapa tufanye matendo ya huruma kwa watoto hawa ambao wanauhitaji. Hali kwa kweli tulikuta kwamba sio mbaya sana, wanapata huduma lakini kuna vitu vya msingi ambavyo eh, bado hawajavipata. Sisi tumeleta vyakula zaidi, lakini imeonekana pia kuna mahitaji mengine hivi, kwa ada za shule na daftari kalamu, nguo za shule. Kwa hiyo niombe tu kama kuna wenzetu wengine ambao wataguswa, basi waangalie kwa upande huo, kwamba labda waguse upande wa ada, lakini waguse upande wa unifomu, waguse upande wa madaftari. Wito kwa jamii kiukweli kweli ni kwamba tunapokuwa tunaishi maisha tusi jiangalie sisi wenyewe tu tuangalie, na kwamba kuna leo wewe umepata hiki, lakini kuna mtu anashindwa kupata hata mkate, kuanzia asubuhi mpaka jioni, anaweza akakosa hata kikombe cha chai. Kwa hiyo tunapokuwa tunapata chochote, tukumbuke wale wenzetu ambao wanaohitaji, kama huusanga, mama Eliadini, mama mchungaji wa kanisa i toto wenye wahitaji tukiwa sisi kama wazazi, kama wamama, ama wamama wenye kama vile ni wamama wa walezi, mimi nikiwa mama mshauri na mama mchungaji katika idara hii tuliokuja nayo tume hapa, tumekuja hapa kuwatembelea watoto wenye uhitaji. Tumejifunza kitu kweli, wana uhitaji, watu wanajitoa kwa moyo bila moyo huwezi kufanya matendo ya huruma kwa hawa watoto kwanza. Hata hivyo tunashukuru, viongozi wao wanaoongoza hawa watoto wana moyo wa huruma sana, tunaona wanatuambia, wengine wanapeleka vioni, wengine wanawapeleka kwenye mafunzo mbalimbali. Na sisi tumejifunza kitu, kumbe na sisi tuna umuhimu wa kuwa karibu na hivi vituo kama hivi kwa ajili ya kuwasaidia kwamba tulichokiona huku kuna uhitaji, na wengine waende waka wakajionea ili waweze kusaidia, kwa sababu wao wanajitoa. Jana wanajitoa kimwili mpaka kiroho, wanasikia kiasi, wamekwama hawana hata kitu, lakini sisi tukiwaelekeza wenzetu wengine, basi watatoa uhitaji zaidi, na wale wengine watapata mahitaji iwapasavyo. Tunamshukuru Mungu sana. Kipindi hiki ni kipindi cha Kwaresima, tukaamua tufanyeje, tuta, tuta, tufanye matendo ya huruma, tuje kwenye eneo hili la Teule kwa ajili ya matendo ya huruma. Kwa kweli tumemwona Mungu akiwa pamoja nasi na wametupokea vizuri. Wamama wa Dinari ya Tanga Mashariki wametoa ushauri kwa waumini wa dini zote kuendelea kutoa sadaka kwa watoto na wazee wanaoishi katika mazingira magumu. Pamela Chaula, Tanga TV.